DW inapatikana pia kupitia Facebook. Safi kabisa, tunaingia moja kwa moja kwenye mjadala wetu. Nilikudokeza kwamba tunatazama Israel kama nchi ya kwanza ambayo duniani, mwanachama wa Umoja wa Mataifa, ambayo wiki kadhaa zilizopita iliamua kutambua rasmi Somaliland kuwa nchi huru, hatua ambayo imekasirisha sana serikali mjini Mogadishu, Umoja wa Afrika na nchi za Kiarabu zikisema hatua hiyo inakiuka uhuru wa mipaka ya Somalia. Wiki hii waziri wa mambo ya kigeni wa Israel Gideon Sar alitembelea Somalila, Somaliland na kuihakikishia uhusiano bora wenye neema. Rais wa Somaliland Abdurahman Muhamed Abdullahi akisema ziara hiyo ilibeba umuhimu wa kihistoria na kujenga msingi wa mahusiano kati ya mataifa hayo. Somali Somaliland ilijitangazia uhuru wake mwaka 1991 baada ya kuangusha utawala wa Siad Barre Somalia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, na Hargeisa imekuwa ikialilia mataifa ya ulimwengu tangu wakati huo kutambua uhuru wake, lakini bila mafanikio. Swali kubwa hapa ni kitu gani hasa kilichoisukuma Israel kuchukua maamuzi ya kuitambua Somaliland kama taifa huru? Athari za hatua hii ni zipi? Tunajadili haya na mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Afrika na kimataifa Ali Mutasa kutoka Kampala, na Yasin Juma ni mwandishi na mtafiti wa masuala ya kiusalama katika pembe ya Afrika, akiwa huko Nairobi nchini Kenya. Karibuni sana. Asante. Naomba nianzie kwako moja kwa moja Yasin, eh, zaidi ya miaka thelathini tangu Somaliland ilipotangaza kujitenga na Somalia, hakuna nchi iliyokubali kutambua uhuru wa nchi hiyo. Hivi sasa mtu anajiuliza kipi kimeifanya Israel kutambua uhuru wa Somaliland, na kwa nini, na kwa nini sasa? Maanake naam. Uh, kwanza, ingekuwa umuhimu kama tungerudi katika historia na ku... Uh, kuwajuza ku, ku, kuaju, wanaotusikiza kuwa uh, Somaliland kabla ya yaani ya, mwaka wa elfu moja mia tisa sitini ili- ili- ilikuwa uhuru, ilipata uhuru, ilikuwa ni himaya ya, ya ya Uingereza. Kwa hivyo ilikuwa ni tofauti na, na na na Italian Somaliland ambayo ilikuwa chini ya chini ya, um, ya, ya Italia. Ingekuwa vizuri uh, wasikilizaji wetu wangeweza kuelewa hilo na naam, kuelewe kuwa baada ya miaka hiyo yote ndio ikaja ikaamua baada ya vita kuzuka mwaka elfu moja mia tisa tisini e, Somalia ikaamua kuwa itajitenga. Kwa hivyo ilikuwa katika ndoa ambayo ilikuwa imejitolea ime, yenyewe katika ile wanaosema Somaliweyn, yani kuja pamoja kwa Wasomali, na ikajiingiza katika ndoa hiyo na baadaye kuona kuwa hiyo ndoa haiyafikii hai malengo yake hasa tukiangalia ni nini haswa eh, kilichosukuma eh, eh, Israeli ku, kuamua kuchukua hatua ambayo mimi katika miaka ishirini au zaidi ishirini na tatu kama mwanahabari sikutarajia eh, hii ku, ku, ku, kufanyika katika, katika maisha yangu. Naona hasa ni kwa sababu ya eh, suala la usalama wake. Israeli inaangalia haswa swala la usalama, ikizingatiwa katika eneo hili ni wanavyosema strategic yani, na mikakati yake eneo la guba na eneo la bahari ya Shamu na e, ikizingatiwa kuwa hivi karibuni e, meli ambazo zimekuwa zikielekea Tel Aviv imekuwa e, ikishambuliwa uh -huh. E, hapo e, apo katika, katika bahari ya, ya Shamu na katika guba ya Um, uh, guba ya Adeni. Kwa hivyo hatua sababu kuu ni, ni usalama. Sawa sawa, tumekuelewa. Mpaka hapo tuiachie tu hapo. E, Mutasa, nataka unijibie swali hili hili e, kwamba Israel inataka kufanikisha nini hapa. Yasin anasema zaidi anahisi ni swala zima la usalama. kwa, kwa, kwa ufupi kabisa we unahisi inataka kufanikisha nini Israel? Bila shaka kubwa la usalama Israel, lakini wakati huo upande wa biashara kama mwenzangu walizogusia hapo, lakini juu yayote ni kwamba ukitizama eneo hili lote katika upande wa pembe ya Afrika na katika eneo la bara Arabu kuna mikoragano chungu nzima, na Israeli nataka kuonyesha au kuonyesha umuhimu wake katika eneo hili lote na katika umuhimu umezungumzia hilo swala la, la, la biashara kwa upande wa, wa, wa Israel na usalama, lakini vile vile eh, kwa kutazama kanda ile na migogoro ambayo imekuwa ikiandama kanda ile, mtu anajiuliza hivi sasa itamaanisha nini kikanda katika swala la kiusalama, lakini hata la kisiasa. Swali hili naomba nibakie kwako Mutasa kubwa ni kwamba Israeli itaka kuonyesha uwezo wake wa nguvu. Kumbuka wakati wa walipokuwa wanaishambulia kwa Iran, walisema kwamba kwamba amani ije kwa nguvu. Kwa hivyo wao Israeli wanatumia nguvu kuona kwa wana kwamba usalama unapatikana sio kwa, kwa hao wa Arabu na kadhalika, lakini kwa wao. Kwa hivyo wao wanashambulia yeyote anayemtaka wakati wote, kwa sababu mpaka kwa hivi sasa Marekani inaiunga mkono, hata Marekani imeunga mkono katika Umoja wa Mataifa kwamba ina haki ya kuitambua uh, Somaliland, ilhali nchi za Afrika kwa mfano zimekataa, zimepinga, nchi nyingi sana zimepinga, bara Arabu, nchi za Waarabu pia zimepinga. Kwa hivyo hawajali, muhimu kwamba ni usalama wake Israeli mm, na nguvu zake kijeshi katika eneo la uh, la la bara Arabu eneo la, la Sawasawa. So, so. Yasin eh, Mutasa anasema an, am, ametukumbusha swali la eh, vipingamizi ambavyo vimetokea katika mataifa ya kiafrika ambayo ukitazama umoja wa Afrika ulitamka kabisa kwamba wanaitaka Israel ibatilishe uamuzi wake ule. Misri tumeisikia, Uturuki tumeisikia, na mataifa Arabu, ya Kiarabu yakikosoa hatua hii ya Israel, lakini unafikiri ukosoaji huo utasaidia nini au unaamini una Israel inaweza kuheshimu wito wa umoja wa Afrika katika hili? Uh, nam uh, katika miaka ya hivi karibuni tumeona Israeli imejaribu ku, jaribu kutafuta ukurubiano na nchi za Afrika um, lakini sidhani kama uh, Israel ita, itakaa chini na kusikiza. Ni uamuzi ambao imejitolea yenyewe kwa kile wengine labda Uh, watathmini watasema labda ni ujeuri wao kuwa watafanya uh, chochote ambacho wanachokiweza umoja wa, wa, wa lakini, uh, umoja, uh, Umoja wa Mataifa na uh, ile jumuia ya Afrika inaona kuwa suala hili ni imekiuka uhuru wa, wa, wa Somalia na pia imevunja sheria za kimataifa na vilevile vile, uh, swala muhimu ambao wanalieleza wana, wana sana ama linaibuka sana ni usalama wa eneo hili hili ni eneo ambalo limekuwa na na na, na aste aste yake ya kivita kama nchi nchi ya Somalia. Kumekuwa na mivutano kwa zaidi ya miaka thelathini sasa. Kuna hofu kuwa eh, mapigano yanaweza zuka zaidi haswa, tukizingatia kwa maana ya kwamba kundi la Alshabab unadhani lina uwezekano wa kutumia fursa hii, kwa sababu kundi kama, kama Alshabab wiki iliyopita tayari wametoa wametoa uh, tishio kwa kwa Israeli kuwa wasikanyage eneo hili la sivyo, uh, watawashambulia. Hii inamaanisha kuwa yani wale wapiganaji au jihadi kutoka nchi zingine za, za nini sasa, macho yao itakuwa katika eneo la Somaliland, kwa hivyo na kuhatarisha eneo hili zaidi. Vilevile tusisahau kuwa, uh, kundi la huti lile la Mashia la Huti pia limetishia kuwa eh, hatua ya Israeli ita, ita, itafanya eh, Somaliland ni, ni, ni, eh, kuwa ni litafanya kuwa Somaliland watashambulia Somaliland na Israeli. Tuachie hapo, Yasin. Mm -hmm. Na katika hilo swala zima la usalama unalizungumzia, e, vile vile pengine, ukikumbushia nyuma, e, katika hii hatua iliyowahi kuchukuliwa na Ethiopia eh, kuiahidi Somaliland eh, hatua kama hii iliyochukuliwa na Israel na kuingia kwenye mvutano mkubwa na Mogadishu, lakini pia kwa upande mwingine UAE, ambayo ilikuwa mshirika wa karibu wa Mogadishu, tunasikia hivi sasa kwamba mahusiano yameporomoka, yameparaganyika, kwa sababu Mogadishu inaamini kutambuliwa kwa Somaliland na Israel ni hatua iliyopata msukumo zaidi kutoka Abu Dhabi. E, inafahamika Ethiopia ilitaka fursa ya kutumia bahari. Je, UAE nayo ina maslahi gani ya kugawika Somalia? kwenu nyote wawili kwa ufupi kabisa tayari ta eh, uh, Ethiopia ili ilishafanya mkataba wake ni mazungumzo tu sahizi, walishatia sahihi mkataba na kuweza kupata ile ardhi ki, ya kiwango cha kilomita ishirini ya kuweka ile bandari yao na na mengine ambayo wamepangia jeshi yani, ya, lao la, la la la bahari na, na linalotarajiwa hivi sasa ni kuwa eh, huenda Ethiopia ikaamua kiwazi na na vilevile vile, uh, UAE ikaamua kiwazi kuwa na sisi pia tumetambua nchi ya uh, tumeitambua Somaliland kama kama nchi mutasa UAE, na maslahi gani ya kugawika Somalia? Sijui kwa hakika maslahi gani walionayo, isipokuwa wao wana nguvu za kifedha lakini hawana nguvu za kijeshi, lakini wanatafuta ushawishi fulani. Hatujui ushawishi kuhusu nini, kwa sababu kuzama Yemen ambayo inakaribiana na nchi kadha za Imarat imeparaganyika na Saudi Arabia nayo ambayo, na kwa hakika ukitizama ni mashindano baina ya eh, uh, Imarat na Saudi Arabia. Hapo ndio kwenye ushindano uliopo baina ya nchi hizi mbili, na wanaosongeza katika nchi nyingine pia na e, Yasin alizungumzia kwamba inawezekana nchi nyingine zikafuata mkondo huo wa Israel. E, tunafahamu kwamba Somalia yenyewe ndani ilikuwa na migogoro yake na majimbo mengine, Jubaland na Puntland hayakusikika haya majimbo ya kikosoa kilichofanywa na Israel au hatua ya Israel kwa Somaliland, na imekuweko hiyo mivutano inayozungumzia. Unafikiri Mogadishu inapaswa kuwa na wasiwasi wasi, mataifa mengine ya ulimwengu anaweza akachukua hatua kama ya Israel? Mogadishu lazima na wanawasiwasi kwa sababu masilahi yake yanakanyagwa wa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa wenyewe ni udhaifu, na umoja wa Afrika kwa hivi sasa sijui atauchukua hatua gani, kwa sababu soma, somalia Mogadishu ambaye ni mwanachama wa jumuiya Afrika Mashariki. Afrika Mashariki imepinga ime hatua ya Israeli, lakini ha, hatujui atafanya nini endapo hii mpango huu wa kutambua Somaliland ukaendelea mbele, hasa Marekani nayo ikijiunga katika mpango huo. Sasa umoja jumuiya ya Afrika Mashariki itaungana na Somalia kupiga vita Somaliland, hiyo sirani itatokea. Ethiopia ambayo ina uroa wa kupata bandari katika bahari hii ni nchi ambayo kama ilivyoshauri hapo awali inafikiria kuitambua Somaliland, shauri ya kutoa eneo la bandari. Kwa hivyo mgawanyiko huo katika Afrika uko katika nchi za Kiarabu. Kwa hivyo wa ki Waisraeli wametumilia mgawanyiko huu kufanya wanavyotaka wenyewe. Sawa Mutasa, kabla hatujamaliza kabisa, muda wetu umekwisha kabisa. Nataka kwa ufupi kabisa unijibu swali hili, kwa sababu yamekuwa akizungumzwa sana swala la kukosolewa eh, Israel kuitambua eh, Somaliland lakini hii Somaliland kwa muda mrefu imekuwa ikisema kwamba kwetu sisi ni salama, tuna usalama, tunafanya mambo yote, kwa nini tusitambuliwe? Mtu anajiuliza kwa nini imeshindikana Somaliland kutambuliwa na mataifa mengine, pamoja na sababu ambazo ni za kimsingi za kutaka kutambuliwa, kwa sababu wasomalia waliamua kujiunga, kuungana. Kwa sababu hiyo, Somaliland ilikuwa, ilikuwa sehemu ya Somali, ya Somalia na wakatambuliwa kama ni sehemu ya Somalia. Kwa hivyo sasa, wao wanajibagua kwa sababu tofauti, sio kwa sababu ni kwamba kuna kitu ambacho mahususi kinawafanya wao wawe ni, ni, ni, ni bora kuliko wasomali wote, lakini kwa ni kwamba udhaifu wa Somalia na ndio umesababisha wao kutaka kujitenga. Asante sana eh, eh, Ali Mutasa, ni mchambuzi wa Afrika na kimataifa na vile vile ni mwandishi wa habari kutoka huko Kampala. Alikuweko pia Yasin Juma, ni mwandishi wa habari na mtafiti wa masuala ya usalama pembe ya Afrika. Mimi ni Saumu Mwasimba, endelea kuwa nasi.